Kwa miaka mingi Yamicha, eneo la mbali lililoko kwenye mpaka wa Isiolo North Marsabit na Wajir West, lilikuwa jiji la mizimu baada ya wakazi wake kutoroka kutokana na ukosefu wa usalama. Hata hivyo, matumaini mapya yameibuka, huku wakazi wakianza kurejelea makwao kutokana na maendeleo ya mawasiliano na upatikanaji wa maji, miradi iliyowezeshwa na Mumina Bonaya, mbunge wa Isiolo, na gavana wa kaunti hiyo Abdi Guyo sababu ya booster ingawa ni biashara ya Safaricom, yeye ndio amefuatilia. Leo tuko kwa network, tunaongea vizuri, anytime we are ready to communicate with others kwa sababu ya booster ambayo inatusaidia zaidi. Hata ukiwa hapa, pengine huna nafasi ya kwenda huko, kwenda kutoka hapa mpaka Merti ni eh, 110 kilomita. Sasa huna fare hiyo huwezi kumbua pikipiki na shilingi elfu tano. Lakini ukiwa hapa unakaa hapa, unapiga simu hata unauliza habari ya watoto wako nyumbani, habari ya familia yako. Kwa hivyo ni kama tuko pamoja kila wakati na watu wetu. Upande ya mobile network tumepata, hiyo ni shukrani kwa Mumina Golo, ametusaidia upande ya booster. o So, tunataka usaidizi upande ya shule. Nataka mtusaidie. Hali ya usalama ilitulia, sasa kwa upande yote, wakati chochote tuko na network, chochote kitendeka tunapata usaidizi kwa haraka. Ufungaji wa mnara wa mawasiliano na kuchimbwa kwa kisima cha maji safi kumechochea urejeo wa zaidi ya familia mia moja katika kipindi cha miezi sita iliyopita. Wakazi wanapongeza juhudi za viongozi hao za kuboresha miundombinu, lakini wanahimiza juhudi zaidi ili kufanya eneo hilo liwe la kuishi kwa muda mrefu. Tuko na maji, juzi wakati iliharibika kidogo kisima generator ulipata usaidizi kwa upande wa kaunti, shukurani kwa gavana yetu, walitufikia haraka, hiyo shida imetatuliwa, sasa tuko salama. Mbeleni tulikuwa na shule hapa, iko na mwalimu yake, iko na headmaster yake, saa hii hakuna. Tumevambiwa hapa na vita, ilitokea tukatoroka, miaka tatu tulikaa nje, tukarudi kurudi, sasa shule yote imemalizika. Saa hii kwa watoto hamsini hapa hakuna mwalimu, hakuna shule. Saa hii tunakaa hivi. Tafadhali, watu wa viongozi yetu yote, gavana Mumina na rais yetu wa Kenya, tunataka nyinyi yote mtusaidie kwa hii shule, hii shule ikae mzuri, watoto warudi kwa shule. Wakati wa usambazaji wa chakula cha msaada uliofanywa na maafisa wa mbunge wanawake Mumina Bonaya, Wakazi waliomba serikali kufungua shule ya eneo hilo kujenga hospitali na kuanzisha kituo cha polisi. tuko na watoto hamsini wanahitaji shule ijengwe, wanataka kitabu, wanataka blackboard, wanataka blackboard na maalimu yote. Tafadhali, women rep, governor tusaidie. Yusuf Jilo mkazi wa Yamicha alieleza wasiwasi wake kuhusu watoto wa kijiji hicho wanaokosa elimu kwa sababu hakuna walimu wala miundombinu ya shule. Ingawa hali ya usalama imeimarika, changamoto bado zipo. Golo Salesa alieleza kuwa ukosefu wa mtandao wa mawasiliano ulikuwa sababu kuu ya matatizo ya kiusalama hapo awali, lakini sasa, kwa kuwa kuna mnara wa mawasiliano, wakazi wanajisikia salama zaidi kwani wanaweza kuwasiliana na majirani na mamlaka wanapohitaji msaada. Wakazi wa Yamicha wanaamini kuwa kurejeshwa kwa huduma muhimu za serikali kama elimu, afya na usalama ndilo suluhisho la kudumu kwa changamoto zao. Sasa macho yao yameelekezwa kwa viongozi wa kaunti na kitaifa, ili kutimiza ndoto yao ya kurejesha maisha ya zamani katika kijiji hicho. Nikikupa taarifa hii kutoka Yamicha ni Tejo.